Okay. Wanawake wengi ambao wanataka kumvutia mwanaume mwana hawamwambii kwamba wanampenda mm, ila wanamwonyesha zile nafasi mm, wanamwonyesha zile chansi kwamba hey, I need you uh, yeah. asikuambie mtu kitu in a five second mm, unaweza ukajua kabisa this is husband material mm, for the five seconds unaweza ukajua kabisa kwamba huyu ni wife material anamuonyesha zile ishara hmm. Chansi, nikimaanisha anamwekea zile nafasi kwamba hey, mi sina kumpa zile ishara, ni zile caring za kawaida ambazo mtu ana, mtu yoyote yule anaweza akaonyeshewa na akaona kabisa kwamba hapa mimi inahitajika hmm. kwa hivyo, wakati unamwonyeshea ishara na kumuona kumpa ile nafasi ya ku cross at the limit kwa mwanamke sasa, kumtengenezea hayo mazingira mwana, mwanaume yeah. Yeye kinachohitajika mwanaume ni yeye sasa kuonyesha zile hisia zake kwa kumweleza, lakini hata mwanamke anapoelezwa, lazima hapo hapo ahakikishe anaweka kwanza hisia pembeni na akili yake inafanya kazi kwenye kuboresha mm, na kudumisha hayo mahusiano ambayo wao wanayoyataka, na ndiyo maana sasa hivi wanaume tuko hivi sitaki kusema wako kwa sababu mm. na mimi ni mwanaume yeah. sisi wanaume sasa hivi tuko hivi, tunakutengenezea budget kulingana na ule najisi jisi ambavyo tunavyokuona namwona. Okay, kabisa huyu uh, mwanamke ni classic yuko vizuri okay, ngoja ni itenge milioni tatu pembeni. Akihitaji laki mbili namtumia laki tatu mm. akihitaji elfu hamsini namtumia 0 laki moja nikimaanisha kwamba hiyo ni bajeti ambayo umewekewa. Kwa hiyo wewe unaweza ukasema kwamba huyu mwa, mwanaume ana pesa, huyu mwanaume labda ananipenda, kumbe umetengewa budget. Lakini mpaka hiyo milioni tatu iweze kuisha, tayari huyo mtu ameshapata anachokitaka. Tunasema, tunasema tayari umeshachakaa yeah. kwa sababu ubaya zaidi, wanawake tena hawajui, hawajui upendo wa ukweli mm. na hawajui kutengeneza, yani anapopewa pesa ndo anapojua hapo anapendwa yeah na anapotitiwa vizuri, anajua kabisa hapa mimi haya maneno matupu mimi siyawezi na hapa misipendwi. Akipewa maneno mazuri na kuna sehemu anapewa pesa, basi anaifata pesa kushinda yale maneno mazuri, asikuambie. Uh, yeah. Mtu kitu in a five second mm. unaweza ukajua kabisa, this is husband material mm. For the five seconds, unaweza ukajua kabisa kwamba huyu ni wife material Yes. Sio kwa sababu nyingine zozote mm. ni kwa sababu ya future, sio kwa sababu ya sasa hivi huwezi mm. ukaja ukaniambia kwamba wife material uh, atakuambia kwamba kuna Dolce and Gabbana mm. ya laki mbili na themanini na kuna nywele za laki tatu na kuna nguo ambayo itashonwa labda na designer tu mkubwa au wa kawaida mm. au ni nguo tu ambayo iko in vogue, iko katika fashion mm. on that time kwamba inauzwa laki tano mm. Yani ukatoa zaidi ya milioni moja na kwa ajili ya vitu vitatu mm -hmm. Nguo, pochi na nywele. na nywele, huwezi ukaniambia kwamba huyo ni wife material. Kila mtu yeah. ana expect mambo mazuri akiwa ndani ya, ya mahusiano mm. Kwa hivyo inapotokea mtu unamwamini, unampa moyo wako, unampenda, unamheshimu, hmm. unakuwa naye katika mfumo wako wa maisha na kumweka. Kuna wengine wanatupa mpaka vyeo, mtu anakuita baba. yeah. dadi hmm. you know? so mfumo wa maisha huu unampelekea tena huyu mtu ambaye unayemheshimu na kumpenda, hmm. siku hiyo anakuambia it's over unashindwa kujua sasa, mimi natakiwa nifanye nini katika haya maisha, au natakiwa nimfanyie nini mtu mm. ndio maana unakuta sasa mtu akiamua ku mm. ana blame dunia nzima yeah. wanaume wote mm. wanapenda sana kutumia neno mbwa mm. wanaume wote ni mbwa tu mm. lakini mfumo huo uh, wa, wa, wa, wa kusema kwamba wanaume wote ni mbwa mm. ni kwa sababu ameumizwa wa yeah. na mmoja tu. Na kwa sababu hana uhakika wa maisha yake baada ya pale mm, ndio inampelekea sasa, anaanza kutengeneza vabocases uh, kwenye akili yake okay. Ina mentally anakuwa hayuko vizuri sana, na ushauri wake sana sana, sana kwa bahati mbaya unakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu yeye kila siku mm, ukimweleza kitu kuhusiana na wanaume mm, hatazungumza yani, hata enda pale kwenye haki hata kama mwanamke ndio aliyesumbua hmm. Aliyezingua, yeye atasema tu ah, wanaume hata kama umfanyie nini au ni mbwa tu. Yeah. <laughs> Sasa sisi kwamba ni mbwa <laughs> don't call us a dogs. We are not a dogs kwa no. sababu umeanzisha mahusiano na boy, not yes. a man uh -huh. Kulikuwa hakuna makubaliano yoyote yeah, au tiyo makubaliano yalikuwepo, lakini mwisho wa siku wewe mwenyewe ukaamua ubebe huo ujauzito. Hmm. Kwa hiyo, stop calling us a dog Wakati sisi hao hao mm -hmm. mambwa ndio hao hao ambao tulitaka kuweza kukueleza kwamba hey, mm -hmm. stop carrying some pregnant. mm -hmm. Kwa sababu mimi siko tayari, uh, kukulea wewe pamoja na mtoto okay. Au ninavyojiona mimi, najiona bado si, bado sijakuwa tayari kuwa baba mm -hmm. wa mtoto au baba wa familia yeah. Kwa hivyo unapobeba ujauzito, unapobeba mimba mm -hmm. Jiwekee tu kabisa kwamba niko na hii mimba lakini mimi ni single mother. Nitaelewa, nitaelea mwenyewe. Nitailea mimi mwenyewe. Okay. Sasa kwa hiyo mwanamke yeye akisema anapenda, mm-hmm basi anaenda kuchezewa, lakini sio kwenye kutafuta maisha mazuri mbele ya safari kabisa. <laughs> Kwa sababu hata vitabu hata vitabu vya dini vimesema kwamba wanawake wanawake watuheshimu. Uh -huh. Yaani wanawake mm. wanatakiwa watuheshimu. Yes. Ila sisi tunatakiwa kuwapenda kuwapenda. Hakuna kitu kizuri kama umekaa ofisini, mm. unaiona meseji ya mkeo, anakuuliza leo mume wangu unataka kula nini? mm. Hakuna kitu kizuri kama upo katika shughuli zako tu za kawaida mm. unakutana na message like mume wangu umekula. mm. hata kama ulikuwa uhitaji kula kwa muda ule mm. lakini kwa kupitia ile simu au kwa kupitia ile message mm. lazima utaenda kutafuta chakula ule. sisi sisi, yeah. sisi, mm. tumeumbwa kuwapenda, mm. na, tunawapenda kwa sababu tunawahitaji kwenye maisha yetu kwa ajili ya kuweza kututengenezea familia. Okay. Kwa hiyo mwanaume anaposema nampenda mke wangu mm. au nampenda huyu mwanamke mm. inakuwa iko katika usahihi kama tayari ameshakuwa wake, lakini anazidi kuappreciate kwamba huyu, mimi ni mwanamke wangu na nampenda, au ni mke wangu na nampenda. Yeah. Lakini kwa mwanamke hapaswi kusema kwamba nampenda mume wangu mm yeye ambacho anachopaswa yeye kukisema ni kwamba mm. na, na, na mume wangu namhitaji katika maisha yangu mm. kwa ajili ya kuweza kuishi naye mm. mimi peke yake kwa sababu they are selfish, you know. Japo, japo tunasema kwamba wanaume mwanaume mmoja anaweza kawa na wanawake zaidi ya wawili, watatu, wanne okay. lakini hivyo, kwa hivyo akisema nampenda mm anakuwa ametumia tu neno jepesi na rahisi tu ambalo mtu yoyote anaweza akalielewa, lakini mwanamke anatakiwa amheshimu mume wake okay. sijui umenielewa, yeah. Okay, swali hapo ndio, so mwanamke hatakiwi kumtongoza mwanaume, au ye hana haki ya kupenda, akiwa na mtu ambaye pengine anamvutia, amwambie na kupenda, ili tujenge familia? Naweza kusema haki hiyo hana hmm. kwa sababu hawana mwendelezo. Hmm. Baada ya hapo, okay. Kuna asilimia tisini na tisa pointi sifuri sifuri tisa hmm. ya mwanaume kutongozwa na mwanamke akakataa, okay. Anapotongozwa hmm. Kitu gani ambacho kinachofata? hmm. Yani mwanamke akamtongoza ya mwanaume, kinachofata pale ni seksi afte seksi mwanamke hawezi kumwambia yule mwanaume kwamba mimi nimekupenda wewe, uwe mume wangu, nataka uwe moja mbili tatu nne tano. mm. nataka unaonyeshe hiki, nataka ufanye hivi. Yeye baada ya pale atamwatia lile gurudumu mwanaume aliendeleze. mm. na kwa bahati mbaya zaidi, uh, sisi wanaume tunajua nani tunamhitaji kwenye maisha yetu Yani utakuwa na Mwajuma, utakuwa na uh, utakuwa na Aisha, utakuwa na Rosi, utakuwa na Recho, lakini unajua kabisa kwamba moyo wangu mimi tch, upo kwa Salma, ndio hmm, mwanamke ambaye nayempenda, okay. Na ukija kwenye background history, utaona ni jinsi gani ambavyo huyu mtu atakuadisia jinsi alipopata tabu kumpata huyu Salma, hmm. Lakini sasa huyu ambaye anayekuja anakuja bila informations, anakuja bila uh, kwa kuangalia, je, hii akili ya huyu mtu na mimi ambacho ninachokihitaji vinaendana? Wanawake wanalalamika sana kuhusiana na masuala ya mahusiano na sisi wanaume hmm, lakini wanashindwa kuelewa kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano, kwa sababu yeye ndo huwa anahitajika sisi, yeah, ni wahitaji hmm, yeye anahitajika hmm. Kwa hivyo yeye ambaye anahitajika anapaswa kuuliza baadhi ya maswali ili aweze kujua yupo katika upande upi katika hayo mahusiano, okay. Kwa bahati mbaya zaidi Uh, kusaulika huko mm. kumepelekea mpaka wanawake sasa wao ndo wanataka kuanzisha, yani wao ndo wanataka kuanzisha ile approaching yes. mm. okay. bila kupepesa mm. tuongee tu kweli mm. sisi wanaume tunapomtongoza mwanamke mm. tunakuwa tunajua mwendelezo ni upi. Mwanamke okay. akikutongoza wewe mwanaume okay. ajui, we mwendelezo wake ni upi mm. na sisi tukitongoza tunaweza hata tusianze na swala la seksi mm. Zikaja zile cuddling, zile handling, caring andin you know, cain mm. shopping, outing to show you how real I am mm -hmm. Lakini mwanamke akisha kutongoza wewe mwanaume yeah. kinachofuata ni nini hapo? so, ni mwana... lazima, mm. ni lazima mfanye mfanye mapenzi okay. Na mkishafanya mapenzi mm, hapo mwanaume anakuwa hana chochote ambacho anaweza akakueleza wewe, na wewe unakuwa huna mwendelezo mm. Na mwendelezo huo mm, ni kwa sababu mwanzishaji mm, uh, anahitajika kuwa ni mwanaume mm. Na wakati anakuja kuku approach wewe mwanamke, ni lazima useme mm, vile ambavyo unavyovihitaji kwamba mimi hapa nilipofikia sihitaji kuwa girlfriend wa mtu mm. I need to be a wife material nahitaji kuwa na mwanaume ambaye atakuwa ana future na mimi okay. kwa hivyo kama wewe unatafuta girlfriend, I'm not the type of mm -hmm. that of that, hicho ambacho wewe unachokitafuta, yeah. but mimi hapa nilipo najiona ni wife material kwa sababu